Na uchawi huu kwa haya tuliyoyataja hapa: mafundofundo maneno maneno ya kuombaomba, wanaomba mashaitani na majini, maneno yasiyofahamika, makaratasi yenye ya maandishi yasiyosomeka, wanayasoma wao wenyewe, haya yana taathira yana taathira yanaathiri mioyo huu ni uchawi unaathiri miili hutia maradhi mtu akaugua huua mtu akafa hutenganisha mtu na ampendaye baba na mwanawe mama na mumewe mwalimu na mwanafunzi wake, muajiriwa na bosi wake, na kuendelea. Huathiri kama alivyotwambia Allah kwenye Quran, fayataallamuna minhuma, wanajifunza kutoka kwa malaika wawili wale, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji mpaka kile kiwango ambacho wanaweza kutofautisha baina ya mtu na mkewe. Allah ametuthibitishia kwamba uchawi unafarikisha, lakini haufarikishi ila kwa amri yake, lakini unafarikisha kwa amri yake. Bali upo uchawi unatia wazimu, mtu amekuwa mwenda wazimu

Wachawi annafathati wanaopuliza fi luqadi, katika mifundo wanapuliza, upulizaji wa kichawi anapuliza, na kuna maneno anasema, anapuliza kwa maneno anasema, anaweza kukutaja jina lako fulani fulani kadha, huyu apatwe na hili, apatwe na hili, apatwe na hili

mpaka alikuwa akidhani kwamba amefanya jambo fulani, wala hajalifanya. Anahisi kana kwamba nimefanya kitu fulani, kumbe hajafanya kitu. Mpaka siku moja akasema kumwambia mama Aisha, radhi Allahu anha, atani malakani, walinijia mimi, malaika wawili Jalasa ahaduhuma inda rasi, mmoja wao akawa amekaa upande wa kichwa changu. Wal akhar inda rijlaya, na mwingine amekaa usawa wa miguu yangu. Wakawa wanaulizana maswali, mmoja yuko upande wa kichwa, mmoja yuko upande wa miguu. Ana nini huyu bwana huyu? Mmoja anajibu

Labid mtoto wa Alasam Alyahudi amemrogea. Kwa kitu gani huyu? Malaika anajibu, fi mushtin wa mushatatin, kwa baadhi ya meno ya kitana alichokuwa akijitania, baadhi ya meno yake na mabaki mabaki ya nywele zake na ndevu zake yaliyobakia kwenye kile kitana. Hivi viko wapi? Anataja viko vimeingizwa kwenye kisima, fi bi'r dharwana, vile vimechanganywa na karara la mtende mithili ya karara la mnazi, wamechanganya changanya, wamekwenda kutupa kwenye kisima, ndipo akafanywa ruqya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndipo alipoteremshiwa hizi sura Kul audhu bi rabbil falaq na Kul audhu bi rabbin nas, iwe ni kinga na ni ruqya kwake kwa matatizo. Kwa hiyo uchawi upo, unatenganisha ya baina ya wapendanao, unatia maradhi. Mtu anaugua anapelekwa mahospitalini, anapimwa haonekani na kitu. Yako haya mara nyingi tu, watu wanahangaika mahospitalini. Huyu bwana huyu anaangaliwa mwili wake wote, madaktari wanasema sisi hatuoni huyu hana tatizo lolote, anaumwa lakini. Jamani ah, huyu hana tatizo lolote. Sitakuta wale madaktari wengine ambao wana viitikadi vya kishirikina anakuambia, wana, huyu hana maradhi ya hospitali. Maana yake hapo kishaambiwa hivyo, maana yake nendeni kwa madaktari wengine wataalam, huyu hana maradhi ya hospitali kama kumtaka kumwangalia maradhi, nendeni mkapige ramli. Yani kana kwamba anamwambia akapige ni ramli, lakini mtu anaugua anaumwa kabisa. Mtu mwenye imani na tauhidi anawambia msinipeleke kokote, yani mimi siendi kwenye kwenye shirki. Mtu mwingine wanampeleka yatokea bahati mbaya, anafia kule kule kule kwa waganga wa kienyeji, akiwa ameridhia kwenda kupigwa ramli na kutazamiwa, anakufa na imani siokuwa ya Kiislamu. Hatari kabisa. Kwa hiyo uchawi unatia maradhi, uchawi unaua, uchawi unatoa akili, mtu anakuwa kichaa, naokota makopo barabarani, akafanyiwa mambo ya kichawi hu. Wengine hutokea ni maradhi tu kwamba Allah akawakadiria kuna chani fulani ewapata wa kimaradhi basi wameugua hivyo. Wengine vichaa ni vya kurithi pia. Aya, wana vichaa vya kurithi ule niko vichaa wale, au kwa ule niko watu mwezi mchanga, ukifika mwezi mchanga basi wanaathirika, hutokea hayo. Hii ni aina ya kwanza ambayo hii inakuwa aina ya kuomba msaada kwa mashaitani katika hali ya kutaka kumdhuru mtu waliomkusudia kumdhuru, na hili ili usaidiwe na mashaitani, na wewe pia mashaitani kuna mambo wanataka uyafanye kwao, kuna mambo na mashaitani na wao wanataka wewe uyafanye kwao, uwafanyie, yani, nipe nikupe, ukitufanyia haya sisi tutakufanyia uyatakayo na yote hayo ni kutaka kukufisidia dini, kukufisidia dini ikafisidika. Unaweza kukwambia nenda mzimuni, njoo mzimuni, njoo mzimuni tumwagie damu, tunataka mnyama mwenye miguu minne. Kwa hiyo uende ukachinja ng'ombe au ukachinja mbuzi, ukaielekeza ibada kutoka kwa Allah ukaielekeza kwa asiyekuwa Allah. Sisi Waislamu tunaitakidi kwamba kuchinja wanyama ni ibada, tunajikurubisha kwa Mola wetu aliyetuumba. Wakati huo huo, tunaitakidi kwamba tunapomwaga damu za wale wanyama, zile damu hazimfikii yeye, wala hanywi, wala zile nyama za wanyama wetu hazimfikii yeye, kwa sababu Mola wetu hali. Lakini kinachofika kwake yeye ni ile hali ya uchamungu wetu, ya kwamba tumenunua kwa pesa zetu nyama tukachinja kwa ajili yake, tumridhishe Mola wetu.

Anayainua eh, anayainua kwake, walamalu salihu yarfauhu, na matendo mema pia anayainua kwake yeye huko juu, anakuwekea ili aende akakulipe siku ya Kiama: mja wangu, ulitoa pesa yako sikukuu ya kuchinja ukanunua mbuzi, kipindi ambacho hila yako labda ulikuwa na mahitaji nayo mengine, lakini umelifanya hili kwa ajili ya kutaka radhi zangu, basi ingia peponi. Mja wangu wewe, ulikuwa umepata uh, viji pesa, ukaona nimridhishe Mola wangu Subhana wa Taala, ninue mnyama nimchinje, nigawe nyama kwa maskini na kwa mafukara, wafurahi na hilo jambo, limridhishe Mola wangu. Kwa hiyo wema wako huu tumekuwekea huu hapa, tumekuzidishia daraja la peponi, kwa sababu ulifanya jambo hili jema. Kwahiyo kuchinja kwetu sisi ni ibada. Sasa shetani anapokuambia nichinjie, au njoo na njiwa, njoo na kuku mwekundu, kuku mweupe, njoo sijui na mnyama mwenye miguu minne, uje umchinje, tayari nikana kwamba amekwambia, badala ya wewe kumsujudia Allah, njoo unisujudie mimi, kwa maana umeitoa ibada ya Allah kwa Allah umeielekeza kwa asiye kuwa Allah, ashakutoa kwenye Uislamu wako, ameshakutoa kwenye Uislamu wako, kwa maana umeshamtumikia shetani. Kwa hiyo wewe ukimtumikia shetani, na yeye anakutumikia, na yeye anakutumikia. Kama bana, mimi yule mzee fulani, nataka jua lisi, eh, jua lisichwe, yule mzee fulani, jua lisichomoze tupate taarifa ya kifo chake Shetani naye anakwenda kutumikia kweli. Ukao unatisha kijijini, unatisha wilayani, unatisha mkoani, kwamba mzee fulani akikutaka jua halichwi, jua halichwi. Ni jinsi gani yeye anavyotaamaliana na mashaitani na jinsi gani mashaitani wanavyotaamaliana na yeye, nipe nikupe, fanya baya nikufanyie baya lako bali mutokea mashaitani wakiwataka watu hao watu wao marafiki zao katika hali ya kuwatumikia wanawaamrisha, mpaka wachukue Qur'an wainajis Qur'an. Kwa kila vile kufuru zako zinavyokuwa kubwa, ndivyo kila vile makarama yako ya kishetani yanavyokuwa makubwa. Wewe, utakufa leo, shetani wake majini yake yanakwenda kumshughulikia ya. Watu wasema, eh, mzee fulani mchawi yule kiboko. Na unakwenda mpaka unatoka ile nuru ya kiimani mpaka kukutana na mchawi usoni usoni, yaani yani mchawi ukimwangalia usoni, najua hili jamaa jichawi, hata kama ni mweupe wa rangi, juso limekuwa la kinyamanyama hivi